Akizungumza na waandishi wa habari, Trumpu akiwa ndani ya ndege ya Air Force One akitokea Qatar kuelekea falme za Kiarabu kwenye ziara yake iliyoanzia Saudi Arabia, amesema haamini chochote kitakachotokea hadi atakapokutana na Putin, ambaye ndiye aliyeomba mazungumzo hayo kufanyika nchini Uturuki. Amesema ni muhimu kusuluhisha kwa kuwa watu wengi wanakufa kutokana na vita hivyo. Trump amesema hajui kama Putin ametuma wajumbe wa ngazi za chini kwenye mazungumzo hayo kwa kuwa hajapata uthibitisho wowote kutoka Urusi. Hakuna kitakachotokea hadi mimi na Putin tukutane, na ni wazi kwamba angeenda, lakini angefikiria kwamba sitaenda, asingeweza kwenda kama mimi sipo huko. Semeni chochote kitakachotokea, upende au usipende, hadi mimi na yeye tutakapokutana, lakini itabidi tupate suluhisho kwa sababu watu wengi sana wanakufa. Raisi wa Ukraine Volodimir Zelenski yupo mjini Ankara nchini Uturuki, ingawa Putin hajatokea na kuzungumza naye ana kwa ana ili kuthibitisha kuwa alikuwa makini kuhusu amani. Zelenski amesema ana tafakari cha kufanya baada ya Putin kutuma wajumbe ambao amesema ni wa ngazi ya chini. Baada ya kukutana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, amesisitiza kuwa mazungumzo hayo yatakuwa ya muda mfupi kutokana na kukosekana mtu muhimu ambaye ndiye chanzo cha vita vinavyoendelea nchini Ukraine akimaanisha Putin. Kutokana na tunachokiona inaonekana ni damu, yaani wasiojielewa. Tutachukua hatua baada ya mazungumzo yetu na Erdogan. Huu utakuwa ni uamuzi muhimu sana. Ni lazima tuelewane ni kiwango gani cha ujumbe wa Kirusi, ni mamlaka gani wanayo. Je, wao wana uwezo wa kufanya kitu chochote? Putin alipendekeza mazungumzo ya moja kwa moja ya kwanza tangu uvamizi wake nchini Ukraine Februari mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, lakini Urusi ilituma wajumbe wa ngazi ya chini. Trump amekuwa akisema mara kwa mara kuwa yuko tayari kusafiri hadi Uturuki kushiriki mazungumzo hayo, lakini hajafanya hivyo, ingawa waziri wake wa mambo ya nje Marco Rubio ameelekea huko. Msisitizo wa Trump kuhusu umuhimu wa kukutana na Putin ambaye ametamka kupendezwa naye tangu zamani unakwenda kinyume na msimamo wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ambaye alisisitiza kuwa ni Ukraine pekee ndiyo inapaswa kujadiliana kuhusu mustakabali wake. Kwa upande wake, Urusi imemtaja Zelensky kuwa ni mcheshi na mpotezaji muda kabla ya mazungumzo ya amani nchini Uturuki, baada ya kauli yake ya kukosoa ujumbe wa nchi hiyo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova amesema kitendo cha Zelenski kutumia neno dami, akimaanisha wasiojielewa kuwita ujumbe wao, wanamuona kama mtu mchekeshaji na asiye na elimu. Nani anatumia neno dami? Mcheshi mpotovu, mtu asiye na elimu yoyote, akizungumzia watu ambao hawana elimu ya msingi tu, bali shahada za juu, sifa za utumishi wao wa kitaifa ambao wamethibitisha taaluma zao kwa kufanya kazi kwa bidii na anaitwa damis? Anadhani yeye ni nani? Mwanzoni mwa wiki hii, Putin alitangaza kuwa atazungumza na rais wa Uturuki Erdogan ili akubali kuwa msuluhishi katika mazungumzo ya kumaliza vita nchini Ukraini. Juma Kinanguka, UFM.